Hali, hali ya kisiasa ya Namhula iko shwari kwa kiujumla, iko shwari kabisa na nithibitishe tu kwamba kwa kipindi hiki hapa tulicho nacho ni kipindi kigumu na mambo mengi yanapita kwa sababu ya changamoto za uchaguzi tulionao sasa, na nilivyoangalia hali yangu ndani ya kata yangu hali ya, siya, ya kisiasa nimeona na tunavyoendesha kampeni zetu za Chama cha Mapinduzi, hali ya kisiasa ipo shwari pande zote tatu ambazo ni diwani, mbunge pamoja na rais. Pote ninaona tunaweza tuka, tunashinda, sio tunaweza, tunashinda kwa kishindo kikubwa, na istoshe kutokana na watu kupewa hamasa na elimu kwamba viongozi hawa ndio waleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tuna imani tutajitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, na hatutakuwa na wasiwasi na litakalojitokeza baada ya mwisho wa kupiga kura. Tunajua tutasubiria ushindi unaotokana na chama cha mapinduzi, na ni watoe wasiwasi tu kwamba wana Namhula, kata yetu hii kweli ili ili ili ilibaki upande kwa muda mrefu sana, au kwa kipindi kirefu. Lakini kwa timu, kutokana na viongozi ambao wameweza kujitokeza ndani ya kata hii, nadhani wanachama walioweza kuchagua viongozi hawa walikuwa kama wamepatia. Ni kweli viongozi hawa wamefanya kazi ngumu sana, na mpaka sasa wanazidi kufanya kazi ngumu sana inaonekana kazi hizi wanazozifanya wanapigania Chama cha Mapinduzi ili kisiweze kuangukia mikononi mwao, na niwashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi wanaotokana wanaotoka kwenye matawi wanaotoka kwenye kata kwa kazi nzuri ambazo wanazidi kuzifanya na muunganiko walionao ambao wameweza ambao kuweza kutuoneshea makundi yanayotokana na Chama cha Mapinduzi na kuna wanasiasa wengine wanai, wanaibua vitu ambavyo vinaleta uchonganishi ndani ya chama cha mapinduzi, lakini tumeweza ndani ya kata ya Namhula tumeweza kuipeperusha, tukijua kwamba ni hali ya kisiasa, huwa yanajitokeza mazingira ya namna hiyo. Lakini kwa hali yetu ya kata ya Namhula, makundi hayapo kiujumla, hayapo. Matawi yote tisa tuko salama na tunapambania viongozi wetu na tutahakikisha viongozi hawa tutawasinyika tarehe tuta ishirini na tisa muda wa saa kumi na mbili jioni.